ndugu na dada katika Kristo na kualika kwa tafakari yetu ya siku hii ya leo ikiwa ni Jumatano ya tarehe saba mwezi wa tano mwaka 2025 Tarehe saba ya mwezi wa tano, siku kuu katika historia ya ulimwengu na hasa kanisa lake Kristo, siku ambaye makardinali wa Kikatoliki inayoitwa kwa Kiingereza, Conclave of Cardinals, wanakutana kuchagua kwa msaada Roho Mtakatifu papa wa mia mbili sitini na saba baada ya Papa Francisco amepumzika, na inahitaji theluthi mbili kuweza kupata papa. Na tunaomba Mungu aingilie, Roho Mtakatifu aangaze, aongoze. Au makadinali kutupa papa anayetoka kwa Mungu. Sio yule mimi nayetaka, sio yule yeye unayetaka, sio yule sisi ambaye tunayefikiri, sio yule ambaye tunayempendelea, sio yule wa kutoka kwetu Afrika wala Amerika wala India wala maeneo yote ya dunia mbali ambaye Mungu mwenyewe anataka. Tafakari yetu inatoka kwenye Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza mstari wa ishirini na nne hadi ishirini na sita. Mitume baada ya Yuda amejiua na Yesu amemwambia wa waende Yerusalemu na wasitoke Yerusalemu mpaka wapokee nguvu kutoka juu, Roho Mtakatifu. Walienda Yerusalemu, wakakaa chumba cha juu, wakiwa nasubiri, wakawa na sali kwa siku tisa, wakiwa nasubiri ujio wa Roho Mtakatifu. Na ndio hapa tunaona Petro anawaangazia anawakumbusha, Yuda alijiua na kulingana maandiko, lazima mtu mwingine aje kwenye sehemu yake. Na ndio kisha matendo moja 24 hadi 26, ina inasema, kisha wakaomba, wakasema, Wewe, Bwana, ujuaye mioyo ya watu wote, tuonyeshe ni nani uliyemchagua kati ya hawa wawili ashike mahali katika huduma hii na utume huu ulio ukosa Yuda aliyoukosa Yuda, aende zake mahali pake mwenyewe. Wakapiga kura, kura ikamwangukia Mathia, naye akahesabiwa kuwa pamoja na mitume kumi na mmoja. Hapo ndio wakawa kumi na wawili. Mitume wametuonesha njia na hii ndio njia mwafaka mpaka leo hii. Sio wewe unamtaka nani, sio mimi namtaka nani, sio watu wa afrika wanamtaka nani, sio watu wa Asia na Amerika na bara zingine wanamtaka nani, mbali Mungu anamtaka nani? Mimi na wewe tunaangalia kwa nje, mimi na wewe tunaangalia magari wanayoendesha, sutu wanazovaa, jinsi wanavyozungumza, wazungumzaji wazuri, lakini hatujui mioyo. Mimi na wewe tunaangalia kulingana na vile tumesikia na yale ambayo tumeona. Hatujui mioyo yao iko vipi. Mungu anayejua mioyo yao ndiyo tunayeomba tuchagulie yule ambaye anampendeza, A man after God's heart. Mtu anayefuata moyo wa Mungu, hasa katika dunia leo ambayo ambaye imejaa giza. Mungu anajua ni nani, mimi na wewe hatujui. Kwa hivyo tuache kupendekeza. Tunaweza kupendekeza, lakini kwenye maombi tuombe mapenzi ya Mungu yatimie, sio mapenzi ya mtu yoyote yule. Sio kusema ni wakati wetu Afrika. Kama ni wakati wetu, Mungu na afanye hivyo, kama kweli inatoka kwake. Kama itoki kwake, na ishindwe kabisa, kwa jina la Yesu. Mungu afanye mapenzi yake. Nakumbuka wakati Nabii Samueli, nabii mkubwa wa nguvu, ambaye alikamilisha mapenzi ya Mungu daima, alipoenda kwa nyumba ya Yesi kuchagua mfalme wa Israeli hakudhani hata kidogo itakuwa ka kijana kadogo kanaitwa Daudi. Hata nabii huyu aliangalia kwa macho ya nje, akaona yule wa kwanza, mrefu mzuri, mweupe, akasema lazima itakuwa ni yeye. Lakini Bwana akamwambia nabii, mimi siangalii kwa nje, mimi naangalia moyo. Nina uhakika mimi na wewe hata wale makadinali wako pale wengi wanaweza kuwa wanaangalia kwa nje, hawaangalii moyo. Na tunaomba sa Roho Mtakatifu waangaze, wasiangalie tena kwa nje mbali, waangaziwe na Roho Mtakatifu, waangalie mioyo ya wale ambao wanaopendekezwa, kama hawa wawili waliopendekezwa wakati wa mitume. Daudi alikuwa ni kijana mdogo tu, hakuwa na experience na ujuzi wowote. Kulingana nao, ndugu zake saba walikuwa kwenye jeshi la Israeli walikuwa ni watu wakubwa wa kutamanika, ka kijana kadogo Daudi kanachunga mbuzi na ng'ombe za babake, hakana maana yote kulingana na ulimwengu. Inawezekana popo ambaye Mungu atatupa wakati huu yule ambaye tunaona hana maana, pengine ni kijana mdogo tu. Mungu na mapenzi yako yatimie. Mungu mapenzi ya kibinadamu na ya shetani yashindwe kabisa kwa jina lako Yesu. Umemwaga damu ili tupate yule ambaye anayekupendeza, mtu ambaye anafuata moyo wako. Daudi alikuwa hana hiyo experience wale walikuwa naye, lakini mkasema sio wao, ni huyu kijana mdogo Daudi. Alikuwa na uvumilivu mkubwa, alikuwa na ujasiri wa ajabu, anapigana mpaka na simba na dubu anawashinda. Ni upendo mkubwa, kwa maana alikuwa tayari kumwaga damu lakini mbuzi za baba yake zisiliwe na wanyama. Ni mtu ambaye yuko tayari kufa kwa ajili ya watu wake, kama vile Yesu amechinjwa sadaka kwa ajili yetu. Nataka tunataka a ambaye atakuwa tayari kufa kwa ajili ya kondoo, atakayejitoa kabisa, atakayejitoa kwa ajili ya upendo mkubwa aliye naye kwake Mungu. Mungu anajua ni yupi kati ya wale ambao wanaopendekezwa, na kama si mmoja anaopendekezwa ipate kushindwa kabisa, Mungu achomoe aliye wake, kama vile alivyomvuta Daudi toka kule kwa malishoni, akamleta kama mfalme wa ajabu mno. Hata Yesu leo anaitwa Yesu mwana wa Daudi, mwana wa Daudi. Yesu, tupe papa anayetoka kwako. Musa kwenye agano la kale, alipozidiwa na kazi, na baba mkwe akamwelekeza tafute wanaume atakayomsaidia. Mungu alimwelekeza kwa wanaume wanaostahili, akaambiwa ni wanaume ambao hawapendi fedha. Tunaomba tupate papa ambaye hapendi fedha, wanaume ambao hawana greed. Tunaomba pate papa ambaye si greedy. Dunia leo imejaa greed, tamaa ya pesa tamaa ya pesa imejaa duniani, naomba pate papa ambaye hana tamaa ya pesa, aliye atakaye jishusha kama Pope Francis na hata zaidi kwa Mungu, anayetafuta Mungu zaidi. Pope Francis alifanya kazi nzuri, naomba atakayekuja afanye kazi nzuri zaidi kulingana na mapenzi ya Mungu mbali, sio mapenzi yake. Musa alitafuta viongozi ambao hawana tabia mbaya, mambo ya ngono, uasherati, mambo ya uzinifu papa ambaye hatakuwa na tamaa ya, ya, ya, ya, ya, ya sifa sifa ya kidunia bali atafuta kupata sifa ya Mungu, atakaye kuwa hataelekea kupendeza wanadamu bali apendeze Mungu daima, asikilize Mungu hata kama itakuwa ni jambo ambalo alifurahishi watu, bora alifurahishe Mungu ambaye amemwita. Sio yeye anayemchagua Mungu bali Mungu ndiye anayemchagua watu ambao. Musa alitafuta watu ambao hawapendi rushwa watu ambao hawatoi rushwa watu ambao hawana udunia mwingi, mbali watu waliojaa na Roho Mtakatifu. Na ndivyo tunavyoomba kwa ajili ya papa wa elfu mbili mia sita eh, elfu mbili sitini na saba awe wa namna hiyo. Mungu tunakulilia. Ukiangalia Petro papa wetu wa kwanza, wakati wajane fulani walilia kwa ajili ya chakula mgao wa chakula, Peter alisema mao mawili makubwa, alisema si vyema wawache kushughulikia kilicho muhimu zaidi katika ufalme wa binguni. Kilicho muhimu ambaye mapadi wameitiwa, kilicho muhimu ambaye mabishop wameitiwa, kilicho muhimu ambayo makardinali wameitiwa, kilicho muhimu ambaye huyu anaenda kuchaguliwa ameitiwa. Si vyema, Petro alisema, tuwache kazi kubwa mbili, kazi ya sala na kuinjilisha, kazi ya sala la kuinjilisha, kazi ya ikalisia takatifu, misa takatifu, twende tukagawe chakula. Sio vyema, tuache kujenga nafsi za watu, mioyo ya watu, tuwe tukajenge manyumba tu, nyumba pekee bila nafsi. Sicho alichotuitia Mungu. Mungu akatuma tujenge manyumba, manyumba sawa, mahospitali sawa, mashule sawa, lakini kama na mashule na manyumba bila nyoo za watu kujengwa, kuokolewa, basi itakuwa ni NGO nyingine, hamna tofauti na NGO yoyote ile. Mungu atusaidie tupate papa ambaye atajenga kwanza kabisa nafsi za watu atakayeongozwa kuokoa nafsi za dunia naangamia taka papa atakayetumika kuokoa dunia. Tunaona Petro walichagua wanaume saba wenye sifa njema, wasiopenda rushwa, wasiotafuta eh, ukubwa wao au nia zao selfishness, watu ambao hawakuwa na, na, na, na, na njia za mkato wake wengine kule nje, watu ambao walikuwa na ujasiri, waliojaa Roho Mtakatifu, walikuwa tayari kufa kwa ajili ya neno, mmoja wao ikiwa ni Stefano somo wangu. Na tunaona kwa Biblia kwamba neno lilisonga mbele, watu wengi waliokolewa, wakaungana kutengeneza kanisa ambayo tunalijua leo. Tokana na juhudi yao, kazi ya Mungu ilisonga mbele, makuhani wengi wakaja wakajiunga kwa kawa Kristu na ukuu wa Mungu kuonekana kwa, kwa, kwa miujiza na ishara iliyetendeka. Mungu uliyekuwepo wakati huo, uliyeteua hawa saba pamoja na Stefano somo yangu, Mungu uliyeteua eh, Mathaya wakati ule wakati mitume alikuwa anatafuta mmoja atakayejaza pengo la la Yuda. Leo unajua petro wa leo ni nani? Leo unajua naye atakalia kiti cha Petro? Leo unajua naye atachukua funguo za kufungua bingu na kufungia kilicho kiovu? Wewe unajua nani atakuwa na moyo wa kusikiliza na kuongozwa nawe? E Mungu, tupe huyo ambaye anayekupendeza Bwana. Usikubali kabisa ubinadamu wala ushetani utawale hapa Usikubali hata. Tunavunja kabisa kila ngome ya shetani na ubinadamu, tukiomba tu mapenzi yako pekee ndio atimie. Roho Mtakatifu, angaza nafsi, angaza akili, angaza roho za makardinali wote, futa kabisa upe- uh, ubaya na zozote za kibinadamu au shetani kuingilia, hatutaki papa yote atakayetumika na adui hiyo, tunakatana kuvunja kwa jina lako Yesu. Naomba pate papa atakayenyenyekea mnyenyekevu na mtiifu kwako, kama Yesu ulivyonyenyekea na kutii mpaka kifo cha msalaba. Atanyenyekea na kutii, atakuwa tayari kufa kwa ajili ya kupingana na dhambi na kuongoza watu kwenye kweli yako, ili mwanga wako uwake, tusio ndani ya kanisa mbali, uwake duniani. Tusikubali tena giza liingie kanisani, mbali, mwanga wako uangaze kanisa na dunia yote, ili watu waokolewe, nafsi za watu zifunguliwe, Baba, wengi waokoke, waje kwako, Yesu, ulichofilia kikamilike kupitia papo daenda kutupa kwa njia ya Kristo, tunaomba na kuamini, amina. Kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu, amina.